Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, George Simbachawene, ametoa wito kwa watu wote wanaoingia katika jiji la Dar es Salaam kufuata sheria za barabarani katika matumizi ya barabara ya magari yaendayo haraka ili kuepusha ajali zinazoweza kuzuilika. Akizungumza baada ya kufanya ziara katika barabara ya magari yaendayo kwa mwendo haraka, waziri huyo wa TAMISEMI amesema jiji la Dar es Salaam litakuwa na mafanikio ya kiuchumi iwapo barabara hizo zitatumiwa kwa umakini. Taarifa zaidi ya mwandishi wetu Saumu Mavura inaelezea kuhusu hilo. Waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI George Simbachawene katika ziara yake kwenye mabasi yanayoenda haraka dat kuanzia kituo cha Kimara mwisho hadi Kariakoo Gerezani ili kujionea mabasi hayo yanavyofanya kazi. Akizungumza mara baada ya ziara yake, waziri Simbachawene amewataka wakazi wa jiji la Dar es Salaam kufuata sheria na taratibu zote zilizowekwa za matumizi ya barabara hizo. Anasema kwa Dar es Salaam kwa sasa ni lazima tukubaliane kuwa wastaarabu. Kila mmoja hakikisha anakuwa mstaarabu na kuzingatia sheria bila shuruti. Tusipofanya hivyo, itakuwa ni fujo tu. Pia waziri Simbachawene amezungumzia suala la usafi wa jiji la Dar es Salaam na kusema kuwa suala hilo halihusishi usafi wa mazingira tu bali hata wafanyabiashara wanaofanya biashara katika sehemu zisizo rasmi. mpaka posta, kuanzia leo, kuanzia kesho, sitaki kuona mtu anafanya biashara. Tunawadanganya, tutafute namna nyingine za kuwasaidia, lakini mtu anashinda na vitambaa viwili bigijii karanga, hivi kweli mnamkomboa huyo kiuchumi? tutafute namna nyingine, kwa sababu pia usafi sio rahisi ukafanyika kama uchafu bado haujadhibitiwa na wanakanyaga yale maua. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amesema zoezi la kuondoa wamachinga wanaouza bidhaa barabarani na kuharibu mazingira litaanza mara moja. Na sisi tunaendelea kuhamasisha na kutengeneza mazingira mazuri zaidi kule ambako ametuwekeza Mheshimiwa Waziri, tunaanza leo upanga mkakati na kuhakikisha shughuli inafanyika ili mji wetu ufike kwenye sura ambayo mheshimiwa waziri anaitamani na kuipenda. Ziara hiyo imetumia muda wa dakika 40 kutoka Kimara Mwisho hadi Kariakoo gerezani. Swaumu so, Mavura TBC Dar es Salaam.